Aveta, rusha ndege ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aveta inapatikana kupitia pmbet.co.tz. E bana, nadhani nakumbuka vizuri siku ya Jumamosi msanii wa muziki kutoka nchini Nigeria Davido alikuwa hapa nyumbani Tanzania na alifanya bonge moja la performance kwenye viwanja vya Logalo uh, pale Kawe jijini Dar es Salaam, na kiukweli show yake imeibua mambo mengi sana, wengi ama mengi yamezuka mtandaoni, kila mtu amezungumza ya, ya kwake, na kubwa zaidi ni kuhusiana na viingilio. Kiingilio cha chini kabisa ilikuwa ni shilingi 35 kumradhi, lakini pia kiingilio cha juu ilikuwa ni shilingi milioni tano. Na kiukweli watu walikuwa ni wengi sana kama ambavyo unaweza kutazama kwenye hizi video ambazo nimekuwekea hapa, kwa sababu hata mimi nilikuwepo siku ile kushuhudia kile ambacho Davido alikifanya, na kama ulipitwa basi shuka hapo chini nimekuwekea video zote, ama show nzima ya mwanamuziki Davido. Sasa mapema ya leo, meneja wa msanii wa muziki wa Bongo Flava, lakini pia huyu ni Uh, ni, ni mkuu wa kitengo cha kidigitali pale Wasafi ambaye anafahamika kwa jina la Kim Kyando ametoa maoni yake kuhusu uh, show ya Davido iliyofanyika hapa Tanzania Februari 7, na akionyesha kuto kupendezwa na mjadala tofauti ambayo imekuwa ikizungumzwa na watu mbalimbali mbali, lakini pia hata kwenye media kupitia ukurasa wake wa Instagram. Uh, Kim Kyando uh, kupitia Insta story ameeleza kuwa show ya juzi imeonyesha kuwa dhahiri. Media na mashabiki wengi haupendi na hawauthamini muziki wa Tanzania wala juhudi za wasanii wetu. Alienda mbali zaidi na kusema kuwa na hali hii imekuwa hivyo kwa zaidi ya muongo mmoja, soko la Tanzania linachangia, linachangia chini ya asilimia thelathini ya, ya mapato ya kila mwaka ya wasanii na jumla ya mashabiki wao. Kim Kyando aliendelea kwa kusema na ndio maana wasanii wengi wanajiweka ama wanajiposition kimataifa badala ya kubaki na soko la ndani. Hii inasababisha kukosa nyimbo kali bangers, na kuwafanya wabaki wakihangaika uh, wanastaki kifedha. Alimalizia kwa kusema booking agencies unazitafuta kwa tochi, wasanii hawalipi pesa zinazolingana na brandi zao media badala ya kujenga kila siku zinawashindanisha wasanii kwa vitu vya kijinga na kuanzisha bifu zisizo na msingi wakati huo DJs na wandani wanapiga ngoma za nje kuliko za nyumbani je yeah. kwa mimi ambavyo nilivyoelewa andiko hili la Kim Kyando na kwa hiki ambacho amekiandika wewe ambao unanitazama sasa hivi uh, ni kitu gani ambacho umekelewa kutoka kwa Kim Kyando, kwa sababu mimi kwa namna ambavyo kwa ile andiko ambalo yeye imeandika inaonyesha kuwa uh, media za ndani za Tanzania lakini pia DJs na wadau mbalimbali hawathamini muziki wa ndani ya Tanzania. Kwa mfano, uh, naamini kwa hiki ambacho amekisema anamaanisha labda itokee msanii hapa Tanzania aka akaanzisha show yake mwenyewe akasema labda kiingilio shilingi 30. Hicho ni kima cha chini, alafu kima cha juu labda kiwe milioni tatu kwa sababu Davido kima cha juu ilikuwa ni shilingi milioni tano. Kwa msanii wa Tanzania yake hiyo show nadhani kuna watu wataenda. Ha? hebu niambie wewe, kwa kwa mtazamo wako, kwa hiki ambacho Kim Kyando amekiandika, lakini pia kwa namna ambavyo kiliangalia soko la Tanzania, unadhani msanii akianzisha uh, aki, akisema na show uwanja wa taifa pale na kiingilio cha chini shilingi milioni, i mean kiingilio cha chini shilingi elfu thelathini alafu cha juu ni milioni tatu, kuna mtu ataenda? Lakini pia ni kweli kuwa media za bongo na mashabiki pia hawauthamini muziki wao? Hebu tuambie hapo chini kwenye comment. Mimi naitwa Nicky Tozi, hii ni PMTV2.